Audhubillahi minashaitani rajim, bismillah rahmani rahim. Napenda kumshukuru mwenyezi Mungu siku ya leo ambapo ni siku ya Ramadhani, na siku ya leo ningependelea kuongelea kuhusu mambo mawili, mikosi na kifungo. Nataka kutoa fafanuzi zaidi ili watu waelewe tofauti ya mikosi na kifungo. Tunaanza na mikosi. Mikosi au nuksi ni kitu ama ni hatua ambayo mtu akiwa nayo kwenye mambo yake yanaenda, lakini hayampati faida. Kwa mfano, una ndoa lakini ndoa ndani ya hiyo ndoa hauna amani, aidha unafanya kazi lakini mshahara unaolipwa hauoni faida chochote. Kile ambacho unakifanya, unakifanya lakini hakikuletei mazao yanayofaa. Unang'ang'ana kufanya jambo, lakini mwisho mwisho hilo jambo linakuwa ni majonzi, linakuwa ni kilio hiyo ndo nuksi ama mikosi. Unaona, kuna wengine wanang'ang'ana kabisa, nataka kuolewa, mahusiano yanaenda, yanaenda. Lakini nataka na najaribu mahusiano yanaenda lakini ikifika wakati ambapo kuolewa mwanaume ama mwanamke anamwacha. So mikosi ni ile hali ya kuwa unakuwa na kitu lakini hakikupi faida, unang'ang'ana nacho kikuletea faida lakini kwa ufanikio. Una njia nzuri kabisa ambayo unaweza kuifuata nikakupatia ile kitu ambacho unahitaji kwenye maisha yako, lakini mwisho wa kwisha hakikupati ile riski ama ile kitu ambayo umekusudia kuwa nacho. Lakini kifungo ni hali ambayo kwanza, yale maisha unayoishi sio maisha sahihi ambayo Mwenyezi Mungu alikupangia. Kifupi, ukiwa na kifungo hauwezi fanya jambo lolote, hauwezi fikiria jambo lolote. Hata kama unaumwa hauwezi fikiria kuenda kujitafutia tiba ikiwa ni mambo na ndoa hauwezi ukaoa na hata kama pengine umeoa, kama una kifungo pengine cha kuzaa, hata ukafanya vipi, sio kwamba utadunga mtu mimba alafu mimba itoke, lakini hakuna ujauzito ambao utawahi kuwa nao. Ukifungwa shortly, hauna maisha hapa duniani, utateseka tu, mbele na nyuma hautakuwa nao. Yani ushasikia watu wanasema, huyu jamaa hana maisha, hana mbele wala nyuma. Hiyo ni results ya kifungo. So kifungo ni ile hali ambayo mwanadamu anakosa haki yake fully. hakuna hata senti mia ambayo unaweza itengeneza ukishafungwa. Hakuna hata hatua moja unaweza ipiga, tofauti na mikosi na nuksi, unaweza piga hatua lakini usifikie katika ile malengo yako. Lakini kifungo ukiwa nacho, hakuna njia yote ambayo utapiga ukafanikiwa, hakuna jambo lako lolote lile ambayo unaweza hata kulianzisha, maana hiyo akili huwa imefungwa hizo hatua za kufanya hilo jambo ama hiyo hatua ama step ya kupiga ili ufikie katika kile kitu ambacho unakusudia kuwa nacho hautakuwa nayo. Yale mawazo ya mafanikio hauwezi kuwa nayo. Hiyo ndio tofauti ya nuksi na mikosi. Nuksi no, nuksi na mikosi ni jambo moja, lakini kifungo ndio tofauti. Kati ya kifungo na nuksi ambayo imechanganyana na mikosi, kwa jina lingine inaitwa mikosi. Ni kwa namna gani mtu anaweza kujitoa nuksi? Ziko nuksi mbalimbali ambazo mwanadamu anaweza kuzitoa pasipo msaada wa mtaalamu. Kwa mfano, nuksi ambazo zimetokana na kulala na wanawake ama maneno ya vinywa vya watu, hizo nuksi design kama hiyo, ukipata tiba zile ambazo sisi wataalamu wao tunatoa hadharani na ukazifuatilia kwa umakini na ukazitumia, unaweza kujiondolea mwenyewe nuksi na mikosi wewe mwenyewe pasipo msaada ama kufika kwa mtaalamu, lakini kuna vifungo vingine na nuksi zingine ambazo zinasababishwa na majini na laana za kwenu na mzimu ya kwenu ama laana za wazazi, hizo uwezi ziondoa wewe mwenyewe, mpaka mtu mwenye kibali ambaye atakusaidia kutoka katika hivyo vifungo na hizo nuksi. Hapo mpaka utembelee mtaalamu, utembelee mchungaji wako, utembelee mwalimu wako, ama shehe wako hapo ndio anaweza kupata msaada kutoka katika hizo nuksi aina hizo hizo nuksi na mikosi na kifungo sasa hicho hata ukafanya nini au uweze ukatoka wewe mwenyewe mpaka upate mtu mwenye nguvu zaidi na ndio maana watu wengi wanahangaika hata kufika kwa watu wenye nguvu anaweza akashindwa kulingana na aina ya kifungo ambacho umefungwa labda pengine ni kifungo cha majini kinahitaji majini waweze kukufungua ama mtaalamu mwenye ana uwezo wa kuzungumza na majini ama amepewa kibali na majini akaweze kufungua so kifungo ndiyo hatari zaidi, na kifungo hakiwezi tolewa na kila mtaalamu, mpaka yule ambaye amechaguliwa na ana uwezo. Na jambo lingine ambalo nitakana afuate ni sheria. Kwa mfano, kama umefungwa kifungo, una kifungo basi, mtaalamu ili aweze kutibia, lazima ajue masaa uliyofungwa kifungo, aina ya kifungo, kitu kilichotumika kufunga kifungo Alafu na yeye atakutibia kulingana na venye ulifungwa masaa yale yale kitu kile kile, unaona, hata ikiwezekana kwa gharama ile ile iliyotumika kufunga kukufunga, hivyo hivyo gharama ile ile itatumika kukufungua. So ndugu yangu popote pale ulipo, naomba kinga ni bora kuliko tiba. Kama kwenye maisha yako bado uko vizuri, unafanya jambo lako na linaenda, mambo yako yanaenda vizuri, na kwa shauri tu utembelee wataalamu akweza kukufunga wakaweze kuweka kinga ndani yako, ili usiweze kuwezwa, sije nuksi na mikosi zikakuandama, sije kifungo kikakuandama. Kifungo ndugu yangu, kutoka ni ngumu sana. So popote pale ulipo, ukijua uko na afya zako, ukijua mambo yako yanaenda, basi ujue sio kwamba tu umetoboa kwa maisha, unapaswa kuwa na kinga. Kama hauna kinga, ndugu yangu, bado haujafanya kitu chochote, na na una nafasi kubwa ya kulogwa na kuhangaishwa na ukishalogwa sasa, ukishawezwa kurudi hali yako ya kawaida itachukua gharama kubwa sana na muda mwingi sana, ama labda huenda ukafa ukiwa na kifungo chako ama nuksi zako. Maana njia ya kuharibu iko na iko kwa kasi sana, lakini njia ya kukutengeneza kurejesha maisha yako ya sahihi ipo kwa asilimia ndogo sana.